Naitwa Opteno Mlowe, natokea Hanga Ruvuma. Kwanza nilikuwa mfanyakazi, nilikuja nikashika mkataba ndani ya mwaka mzima kwa kulima nyanya hizi hizi. Kwa hiyo nikawa na mimi nimependezewa na hii kazi nikavutiwa, yani nikaendelea kupata hamasa kwamba kumbe kilimo cha nyanya unaweza kufanya hata mambo ya muhimu hili eneo lina hekari tatu. Huu mradi nilianza tarehe kumi na sita ya mwezi wa tisa. Natarajia kuanza kuvuna mwezi wa kumi na mbili kuanzia na tarehe ishirini na tano. Wateja ninao wengi, nafanya biashara na watu wa Masasi, nafanya biashara na watu wa Tunduru, nafanya biashara na watu wa mjini hapa Songea. E, kama soko linakuwa zuri kwa hekari tatu kawaida, siwezi kukosa milioni arobaini hapa. Mpaka sasa hivi nilipofikia hapa, nimetumia kama milioni kumi. Vijana mimi nawaambia kwamba sio kwamba mtu unavolima unaumia. Mtu unavolima ni kwamba kwanza, unakuwa na ile, unavopata mazao unakuwa na moyo wa kuendelea kufanya kazi. Achana na hii, mtu anaweza kuogopa labda anavyosema eka tatu na hii hela inayotamka mtu unaanza na kiasi kidogo kama mimi kama ninavyosema mwanzo kwamba nilianza na roboeka roboeka. Kwa kipindi kile sikulima kitaalamu, lakini nilipata milioni tatu hiyo eneo nimekodi kwa shilingi laki mbili. Serikali imenisaidia kutupa mbolea za ruzuku. Kabla ya ruzuku, mbolea zilikuwa juu sana, ilifika mpaka laki moja na shilingi hamsini, muda mwingine mbolea zikiadimika, wanauza mpaka laki mbili, lakini serikali sasa hivi imetusaidia sana kwa kiasi kikubwa sana namshukuru rais wetu mama Samia Suluhu Hassan, kwa kutuwezesha wakulima kwa kutujali wakulima. Kwanza mimi nina furaha kubwa, toka nimeanza kulima miaka yangu yote kumi, sijawahi tembelewa na serikali shambani kwangu. Nashukuru sana kilimo, mimi nimepata kufanya maendeleo makubwa, nimejenga nyumba nimenunua nyumba moja, nimenunua mashamba, nimepanda parachichi pia, na watoto wanasoma. Nawaambia kwamba wafanye kazi, waje shambani. Kama una kazi, fanya kazi, kama huna kazi, tafuta kazi ya kufanya shambani, sio jela. Naitwa Onesmo Ngao, leo tumemtembelea mkulima wetu ndugu Mlowe, lakini leo tumetembelea shamba la nyanya. Aa, ameweza kulima nyanya hii inaitwa dhahabu aina ndefu. Tumeona anashirikiana vizuri na wataalamu wetu, wamempa ushauri, lakini tumejaribu kufanya ukaguzi wa kina kwenye mazao yake, lakini pia tumeona anatumia pembejeo kama mbolea, viuatilifu na madawa kwa ajili ya kudhibiti ukungu. Kwa hiyo tumemhimiza ahakikishe anaendelea kuilisha mimea yake katika hatua mbalimbali ili iweze kutoa mavuno mengi. Tumeona kuna upungufu wa madini ya kasham na tumemhimiza aendelee kutumia mbolea ambazo zina kasham kwa ajili ya kudhibiti sasa haya matunda ya sioze yawe mazuri kama tunda hili hapa. Yeye ni mkulima amesajiliwa, na ana namba ya mkulima na ananufaika kupitia mifumo ya ruzuku, lakini pia tumemuonyesha fursa nyingine kama fursa za mikopo na kutumia mabenki. Nawashauri vijana wengine wa mkoa wa Ruvuma na Tanzania kwa ujumla kuhakikisha sasa wakati unaendelea kujifunza ukiwa kama mwajiriwa lakini sasa wewe utafanya ubunifu wa kujiajiri sawasawa, na mwenzetu ndugu Mlowe alivyofanya. Aliajiriwa lakini sasa amejiajiri, lakini pia amekuwa ni mwajiri. Kwa majina naitwa Dr. Marco Kapinga. Leo nimepata fursa au wasaa wa kuweza kumtembelea m ambaye anapatikana katika kijiji cha Hanga. Mimi kama ni mdau mojawapo wa maendeleo katika mkoa wa Ruvuma, niliona kuna haja kubwa sana ya kuweza kuja kumtembelea na kuona kitu ambacho anakifanya. Huyu mkulima anafanya shughuli kubwa sana kwa kweli, nilivyoona shamba lake hata mimi mwenyewe sikuweza kuamini, na ukimuuliza kwamba umepata mkopo ajapata mkopo wote. na mkoa wa Ruvuma ni kwamba una fursa nyingi sana na hizi fursa tusipozitangaza sisi kama wadau mbalimbali, hatuwezi tukazifanyia kazi, kwa sababu nature, sisi binadamu ni kuweza kutransform nature. Mungu ametupa kila kitu. We have to transform nature into reality. Hizi shughuli za nyanya hata kijana ambaye mwenye uchumi mdogo anaweza akafanya hii shughuli lakini, sasa inaonekana vijana wengi hawajikiti katika shughuli za kuzalisha, wengi, asilimia kubwa wanakaa mitaani, lakini sasa ukija kumuuliza huyu kijana yeye hana mtaji wowote na hajachukua mkopo wote benki, lakini bado anaendesha hii shughuli yake ya uzalishaji wa nyanya na anapata kipato kikubwa sana, na uwezi hata ukaamini. Ninawahasa vijana, serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania imetengeneza fursa nyingi sana kwa vijana, na mkoa wa Ruvuma una fursa nyingi sana katika kilimo, katika madini na katika uwekezaji. Ninapenda sana kumshukuru Katibu Tawala wa Mkoa ndugu Mary Makondo kwa kuweza kufika hata hapa shambani na kuangalia shughuli ambazo kijana huyu anazifanya. Filosofi ya maisha ya binadamu ni kufanya kazi. Na hata ukienda katika nchi za wenzetu walizoendelea wanaamini kwamba binadamu filosofia yake ni kufanya kazi.